Kwa majina ninaitwa Faraja Michael Komba, ni mjumbe wa Bodi ya wakurugenzi, Bodi ya Kahawa Tanzania. E, tuko hapa leo kwa ajili ya zoezi hili la ugawaji wa miche, na miche hii inagawiwa bure kwa wakulima wote wa zao la kahawa kwa mkoa huu wa Ruvuma na Tanzania kwa ujumla wake. E, sisi kama Bodi ya Kahawa tumejipanga vizuri katika utoaji wa huduma hii ya miche bure kwa lengo la kuwapunguzia wakulima wetu gharama za ununuzi wa miche lakini pia kuwawezesha waweze e, ku, kuendeleza mazao yao bila kuwa na changamoto zingine. Kwa majina naitwa Laxford Cassian Yahule ni, ni mkulima natokea kijiji cha Kibanga, lakini pia ninarima mashamba yangu ya kawa mengine yako kijiji cha Ruwe. Nashukuru serikali kwa kutupatia miche bure. Uh, sisi kama vijana tuna kwetu ni fursa kubwa sana, kwa sababu tunapata nafasi ya kushiriki zaidi kwenye nini, kwenye swala so zima la kilimo, hasa tukisema tukizingatia kwamba miche miche ni gari kuipata. Maana tukisema tuingize tena fedha tukanunue miche na mitaji hatuna, ndio kwanza tunaanza maisha kidogo, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo, kwa upande mmoja, nasema kwamba ni shukrani kubwa sana kwa serikali yetu. Uh, tumepata nafasi ya kuipata miche na tunasema tu asante, na kama vijana basi, yote atakayepata miche akaipande, maana kahawa ni biashara, kahawa tunapata ndio tutajenga uchumi. Kwa majina naitwa Andrew Chiwinga, ni afisa kilimo mkaguzi wa zao la kahawa Halmashauri ya Mji wa Mbinga. Uh, tumeanza zoezi la ugawaji miche kwa tarehe ya jana, tarehe ishirini na tatu amasa uh, ya watu kuchukua miche imekuwa ni kubwa sana, mwamko ni mkubwa, na tunaendelea kutoa miche hadi sasa na, na watu wanaendelea kupata miche kwa hivyo, kwa miche hii ambayo watu wameishaanza watu kuipanda toka misimu iliyopita imeonyesha inafanya vizuri na wakulima wame, wameipenda kwa sababu inazaa kwa muda mfupi na inazaa kwa wingi sana. Kwa hivyo tunaamini kabisa aa, kupitia miche hii ambayo inagaiwa, malengo ya serikali ya kuongeza uzalishaji yataweza kufikia ifikapo elfu mbili na ishirini thelathini. Kwa majina naitwa Susana William Komba, natokea kijiji cha Mkoa pia mwenyewe ni kitongoji cha Ukuli Mtua, kijiji cha Mkoa. Mimi ni mkulima, nimechukua fursa hii. Kwanza nashukuru sana, natoa pongezi kwa Mama Samia kwa nyinyi viongozi muliokuja paleo, bodi ya kahawa kuhusu kuita wanawake na Somu, watu kwa ajili ya ugawaji wa miche ya kahawa. Kwa hivyo nashukuru sana, sikuamini kama itajitokeza hivi kwa sababu si wanawake tulikuwa tunanyanyasika. Kwa hivi saa hizi tutajitahidi, hii kawa mnayo tugawia tunaenda kupanda na tutatoa mafanikio. Pengine mtuachie hata namba za simu tuwapigie, tuseme jamani, ile kaa miche mlio tugawia imetuletea mafanikio haya na haya na haya. Paka saa hizi si wanawake, tunatosha. Kwanza nasema wanawake tuatosha, so, pia ni kitongoji na tawala wanaume kwa nini nistawali kwenye shamba la kahawa? Nasema asante sana. Tunashukuru sana.